Tukielekea huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunafahamishwa kwamba zaidi ya watu mia moja wamefariki dunia baada ya mafuriko katika kijiji karibu na mwambao wa Ziwa Tanganyika mashariki mwa nchi hiyo, ofisa wa eneo hilo alisema. Mafuriko hayo yaliyoathiri kijiji cha Kasaba yanakuja katika wakati hatarishi kwa taifa hilo la Afrika ya Kati ambapo waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamezidisha mashambulizi katika eneo la mashariki tangu kuanza kwa mwaka huu huku maelfu wakiuawa katika mapigano katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka, shirika la habari la Reuters limeripoti. Sami Kalunji, msimamizi wa eneo la Fizi katika jimbo la Kivu Kusini ambako kijiji hicho kinapatikana, alisema Jumamosi kwamba ripoti kutoka eneo hilo zilionyesha zaidi ya vifo mia moja. Eneo lililoathiriwa bado liko chini ya usimamizi wa Kinshasa na si miongoni mwa maeneo yaliyochukuliwa na kundi la M23. Didieri Ruganywa, msemaji wa serikali ya Kivu Kusini alisema sema katika taarifa yake, tukio la mafuriko lilitokea kati ya Alhamis usiku na Ijumaa wakati wa mvua kubwa na upepo mkali na kusababisha mto Kasaba kufurika kingo zake. Taarifa hiyo ilitoa idadi ya vifo vilivyothibitishwa kuwa ni 62, huku watu 30 wakijeruhiwa. Maofisa wa eneo hilo walisema eneo la Kasaba lilifikiwa tu kupitia ziwa Tanganyika na halikutumiwa na mtandao wa simu za mkononi, jambo ambalo linaweza kuchelewesha juhudi za misaada